Kanisa already liko regulated kwa sababu hakuna kanisa ambayo ina operate bila kuasilisha kuasilisha katiba yake katika eh, msajili wa makanisa katika sheria house. Na wakati eh, unaasilisha katiba yako na vile utaendesha imani yako na ibada zako, utakuja wakufanyia watu I call vetting baada ya vetting, wataangalia eh, kama hizo sheria zote ambazo zinahusu inji zimezingatiwa, utapewa, utapewa certificate of registration. Kwa hivyo to me, eh, maoni yangu ni kwamba the church is already regulated, na kama kuna mapungufu hapa na pale kuhusu kanisa eh, kuna sheria za kutosha, kuna eh, bodies ambazo ni umbrella bodies ambazo tuna kama kanisa, kila mchungaji kila askofu lazima awe katika one of the umbrella bodies. Aswa sisi tuko katika Church and Clergy Association of Kenya, na msimamo wetu ni kwamba We don't need more laws to govern or regulate the church. Msimamo wetu ni kwamba kanisa already liko na sheria za kutosha, sheria ziko za kutosha za kuendesha kanisa, za kuendesha ibada zetu na kukiwa na mchungaji mmoja ama askofu mmoja, hii ni shida ambayo iko katika vitengo vyote vya kiserikali. For example, daktari anapoua mgonjwa ama anapomtibu mgonjwa ama kunapopatikana na a quack doctor, hawezi chukua madaktari wote warudi kwa shule, hatuna wakagua vitengo hivi vyote, viko na shida. Kama kuna shida katika taifa letu la Kenya, ni kwamba kila ofisi ifanye kazi yake inavyotakikana. Kama kuna sheria zinatakana katika nchi yetu, ni sheria zinazohusu e, kama kuna sheria ambazo zinatakana katika taifa letu, ni sheria ambazo zinalinda mali ya umma kuna ufisadi mwingi hapo. Tunahitaji sheria, tunahitaji wabunge na vitengo vyote, lakini waachane na kanisa because katiba yetu the 2010 constitution iko very clear, uhuru wa kuabudu. Na kama kuna shida yote katika uhuru huu wa kuabudu, bas let them use through uh, umbrella bodies na kama mchungaji anapatikana kwamba hayuko katika umbrella bodies yoyote, huyo ndio mchungaji ambayo serikali ina wajibu wa kumwangalia. Tuko na vitengo vya uchunguzi, tuko na national security intelligence, tuko na DCI, tuko na vitengo vya kiusalama ambavyo vinajua mchungaji ambaye afanyi kazi ambayo inastahili. Kwa hivyo wachungaji wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili, and a high time sio kuwatungia sheria ambazo ni ngumu kwa sababu katika hizo proposal zinasema kwamba mimi nisihubirie mtu aokoke. Kazi yangu ni nini? Kazi yangu the great commission ambayo Yesu alituachia kama watumishi wa Mungu, baada ya kuhubiri ni watu waokoke, watu wamjue Yesu, watu wamrudie Mungu. We have an impact, wachungaji wana impact, wanaingia katika area ambazo hazikaliki, lakini kupitia kwa madhabahu zetu kupitia kwa injili kupitia kwa neno la Mungu watu wanabadilika na inji inakuwa na usalama. Mimi for example, area ya Pombo Tano haikuwa vile ilivyo sasa. Ninapokuja hapa, ilikuwa na uchafu, ilikuwa na wakora, ilikuwa na ujambazi, ilikuwa na wizi wa ajabu, lakini kwa sababu ya kanisa, saa hii Pombo Tano and hii area yote ya Pombo Tano, hata ukienda kule, Kewa kuna watu wamejenga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kanisa. We don't want the church to be persecuted because of one individual or two individual whom the government knows them, pro, knows them very well. Sio kwamba kanisa lote sasa liwe blacklisted kwamba sasa kila mchungaji. Please, sisi tunaomba serikali, kazi ambayo kanisa inafanya, amani ambayo iko katika taifa la Kenya ni kwa sababu ya kanisa, kwa sababu ya kufunga na kuomba ndio sababu tuna amani katika nchi yetu, tuna usalama katika nchi yetu, kuna utengamano katika nchi yetu. Kwa hivyo to appreciate the church, sio kuleta sheria za kukandamiza uhuru wa kuabudu. Hilo kama kanisa tunasema hapana na hatukubali.